Sina ubaya by the way, because wanasema ukisamehewa hapa duniani pia mbinguni unasamehewa. Sikiliza, acha, wacha nikusaidie kujikuna kuna usikie vizuri. Basi bwana, niache kujikuna, hadi umevaa ma trousers mbili. Uh, hello people mazina paka maka kawaida. So my guys, napenda sana kibeti kibeti kibeti kirembo ki, hizo vibeti niko nazo kuna silver, na kuna hi gold. Hi kibeti si pesa mingi, pesa tu ya kuongea. Beti ni mpya, ndio nilizochukua hizo mingi ni mpya kibeti nabeba yeah, beba nani, simu, beba power bank, beba one two three zako. Simu zangu ziko uko, ndo hizo nabbani vitu zako vizuri na unang'ara. Most waswahili unavina vitu kama hizi na nguo za kushine ndanazo out

juu ya najikuna, kuna mwenyewe anasikia tu vizuri mwenyewe. Unajua, anasemanga mkunwa na mkunaji, muona rani nani. Lakini sasa yeye hayako tu sawa, mwana mkunaji anajua hata nilipunguzwa Haikukuwa hivi hata angekuwa anaongea, lakini sinilipunguza sana. Aki, sunisaidia, mm. sunisaidia, <coughs> ni msama. Na kuna ukweli hau kusema hata kama uliomba msamaha. <coughs> najua ni adabu ambayo nakupa ili ujifunze zaidi hiyo. <coughs> Mm. Ni adabu nakupa, ah, ujifunze zaidi Daktari, najua sio, sitazami naona, ila hiyo ni adabu najua, lazima ujifunze the hard way, wakati mtoto anasamea ukamvonya, lakini ye ni nani? <laughs> Daktari, daktari, <nsadiyaki>. Nsadiyo, <laughs> na unajua huyu amejaribu sana mpaka kuenda kutafuta mahali pengine, mahali pengine, amejaribu barabara, amejaribu. Amejaribu, imeshindikana, hata kuoga anaoga tu hivi Weka hapo kwanza, aendelee achukue, aendelee. hmm. Ndio maana nimekuwa na shangaa mbona socks zake ni baridi. hmm. Kumbe anaoga na socks. hmm. yeah. Bro hey, ni, ni sijakataa, lakini unajua kuoga na socks, na kujikuna kuna, sijui zinaendana, unajua na, mwasi, kwa nini nilitaka Bobby awe hapa? hmm. Unakumbuka ile kesi ilifanyika nikimuuliza wewe, ambao uliyemtaka Bobby ama si wewe? Hmm. Akaanza kusema si yeye ndio hmm? Maana nikamwambia sa wewe ndi huyo, akue sawa hmm. Tahitaji Bobi hapa hmm. Mwisho wasamwombe msamaha kwa hivo hmm. Wakati utamwomba Bobi msamaha, afungue roho, masharti yangu ni mepesi, atakapokusamia pia unarudi sawa. Hapo pia utakuwa na mwheshimu na respect, itakuwa heshima idumu kwa wadogo na wakuu. Unajua ujajikuna <coughs> yangu limwengu ilishaona yangu, yangu, yangu, yangu limwengu ilisha e, li iliona nanikumbusha mbali yeah. Nakumbuka kwa Biblia ule mwanamke alililia Yesu kwa miguu kisha akampaka mafuta. Uko na mafuta kunipaka <laughs> unaninamia tu <laughs> Daktari, <laughs> Daktari, najua utarudia nimekuambia msamani <laughs> <Daktari, nilisa>. ule <laughs> huyo ndo unaomba msamaha. Tulikuwa hapa, unaona, kibro hata angeniangalia, unaona like sijui mi alikuwa ananiona aje, anaona sijui mi ni mdogo. Hakuna omba apo msamaha, wacha kusema akusaidie.

kun hata kupiga magoti Bobi ashanunua gari, mambo yanaenda vyema, ila watu kama wao tunatoka mambo tu madogo madogo. Nakwambia mnamwambia, sio mimi Najua kuna makosa imefanyika mahali, mi sifai kumsaidia. Aa, anafaa kuomba msamaha, unaona oh. So mi sina uwezo wa kumsaidia, lakini ye ataomba msamaha e, saa penye makosa inatokea saa bro, mi siwezi kusaidia ona, sijui niongeze ani ya pesa. Sasa hakuna vumbi, awatigiaana vibaya nisaidie, shida ko, utaki kuaccept mstake sasa. Uskize, utaki kuaccept mstake, utai kusema mi nakuulize, unajua uwezi enda kwa Mungu, unaambia tu Mungu ati Mungu o, naomba msamaha ma nimeuliza maswali kadha wa kadha. Angalia huku, tulia, sijasemnauzatuli wav mke wako. Mke wangu namsikia anafanya maajabu huko, anatoa watu figo Hivyo ndio wanafanya wee eh? mm-hmm. una mchawi, Zini, uh, wana wane wane. Wane. <laughs> wa una wangapi? Una wake wanne mm. Na unajivunia eh? Ah, yeah. of your wives na wee ulifanya nini? sikumchit naishi ni ka familia ka moja kueneza sherati hakuna hata mmoja anakuja kuona saa hii. <laughs> <laughs> <Na> taseka, <laughs> <laughs> Daktari. Unajua. Unajua makosa yake ni haelewi, nilimwambia ni yeye ana faili ombi hapo msamaha niposawe saapenduka hivi uombe pale msamaha utarudi sawa, Daktari. Wacha nikuulize kitu, sikiza nikueleze, sikiza nikueleze. Nataka tuzungumze kama watu wakubwa. Sikiza, kwa nini Kami, wewe wakati na kukataza vitu vya kufanya wanaenda unafanya kitu cha kwanza. Tulipozungumza nikakupa adabu ukasema umesikia, baadaye ni wewe ambao unatumwa pia kwenda kufanya maovu ambao ulikuwa umeenda kuyafanya kwa Kami, na kisha unapewa tuela tudogo kwa kupumbaza akili wewe kisha kwa sasa najua ni tamaa. Kisha kwa sasa, ni hey. Kisha kwa sasa acha unalia, ni kusaidie acha ni msaidie kujikuna kuna sasa, mi nitakusaidia. Je, kibru weo ma msamaa, unaona juu, hata mimi by the way sijasikia poa ati amenfanyia kitu, na hata ezi niangalia hivi kwa usano na mi ni useless, unaona, na accept maybe mi sijalelewa naye eh, lakini mbona nione useless hata Hapana, ya kumka tu confess tu, msamaha naomba msamaha. Haina mbwembwe haina mbwembwe binadamu. Mimi najua kitu moja. At least mimi nili confess sins zangu nikazisema. Anaenda yeye anaenda kanisani kwa altar yeah, ya kuomba msamaha kwa God, lakini hataki kusema ni makosa gani amefanya unaona. Hata hiyo ikubaliki mbele ya God.

Unaona, wewe unaona jinsi uko chini hapo, nataka umwombe Bobi msamaha, ama ni kurejesha jinsi ambavyo ulikuwa Bobi. Ulivyo kuja Bobi, kuja simama hapa, wacha asimame hapa. Wacha basi ni Hivyo uombe msamaha ama urudi jinsi ulikuwa. Msamaha wa kweli ndugu yangu, si uiname, umwangalie kwa uso una, inama, una unaswali, mwangalie kwa uso ndugu yangu. Mimi nimeomba msamaha kwa mambo yote mabaya. Msamaha gani unaomba? Mambo yote mabaya niliyokufanyia, nataka hey, umwambie Bobby, nilikufanyia hivi na hivi na hivi, na najutia na naomba unisamehe. Uh, mimi uh, Bobby, ndugu yangu mi nakuomba msamaha sana kwa, kwa nini mimi niliweza kuhusika kukuteka nyara. Mi ningeomba tu msamaha na ningeomba unisamehe sana, na si kupenda kwangu, ni tamaa tu iliniongoza mimi. Naomba haki na tafadhali, daktari usinirudishie kujikuna I, ndugu yangu, sababu hata misija maji na nawewe, nisamee nisamee tafadhali, nusikubali daktari mm, anirudishie kujikuna. Kuna mimi najikuna nateseka sana, nawashwa na mwili mzima, hata si makosa yangu, ni shetani, shetani tu na tamaa, tamaa ndo ziliongoza ki. Ndugu yangu, tafadhali, mimi nakuomba nisamee, na sitarudia sitarudia. Acha kumbe wewe nisame. Ona, nisame, wacha, wacha, usi usikilize. We ni kibro, naona we ni kibro mkubwa. Sasa mimi sijui naangaliaje na mimi wewe we ni kama tu prodigal son unaona, wewe ni prodigal son tu, u, alipotea unaona, lakini so tu, mi naichukulia tu hivyo. Mi sina ubaya by the way, because wanasema ukisamehewa hapa duniani pia mbinguni unasamehewa, unaona. Na pia mimi the same way vile nataka, nataka msamaha, unaona, kwa vitu mingi nimefanya so hakuna haja niweke okay, kiburo kwa roho, unaona So wetu ni prodigal son, ulipotea tu kidogo na umerudi nyumbani. Umnataka mufanye ile kitu inaitwanga handshake. Ninyi kama mandugu, nataka muishi mkiwa kitu kimoja. Umeteseka. Na wewe uache ujinga. Unanisikiza? Kuja onyesha hapa. Kuja onyesha hapa. Naomba nimweleze jambo. Unanisikiza? Nakusikia daktari. Wewe ni kijana mdogo sana hata kama una wake wanne, you are still young. Okay. Mambo ya kutumiwa vidogo vidogo huku nje kwa vitu ambavyo haviwezi kusaidia, ni kitu ambacho kitakugharimu maisha yako zaidi. Ni kweli? Ni kweli, daktari. Huyu ni ndugu yako, na si eti hawajui wale waliokutuma kumfanyia hayo, walijua. Sababu mkishikana pamoja, hawatowaweza na mambo yao hayatafaulu. Kama ni mtu ambaye unatumia akili, wewe ni mzazi, funguka macho ujue jinsi ambavyo utaendelea kulea familia yako. Yule ulikuwa unaishi na yeye alikuwa anaitwa Alice unajua kilichotokea na kukaenda vile kulienda. <coughs> nilikuwa pale nikakuelezea, masi alikuwa akayatazama mwenyewe akiyasema. Sahizi sijui unasema anafanya nini hiyo <coughs> mm. Ndio kazi yenye mke wake wanafanya, na hivyo ndivyo imekuwa na wewe pia Bobi. Usiwe umesahau kuna msamaha unafaa uombe, ni ya muhimu sana mnaweza kuwa mnachaka na ndugu yako lakini wacha nikuambie kitu moja, tunaweza cheka na wewe lakini, kama sijawahi kusamea au yuko mahali salama, hmm, uangalia hapo zaidi, ila si neno kwako, ndo penye kuna kazi zaidi. Mambo ni ya kwamba tunapanga vizuri, tulia Kachina familia mimi mimi, daktari mimi kusema mimi ukweli tu, mimi, mimi nimesikia aki na nimeteseka sana. Sikiza nikueleze, nimeteseka sana ikijikuna siku. Sikiza nikueleze wiki, wiki wiki, karibu sijui hata ngapi wiki nyingi sana nimeteseka sana, hata kuoga ni shida, kukula nini mimi nimeteseka tu sana mimi. Daktari we unasema mimi ndo nitafanya mimi, hata sitauliza swali. Wewe tu unasema unakula, unakula na unajikuna ukula tu na shida mm, kwa sababu ya njaa isiniue. Kwa hivyo acha nikueleze kwa mashida mingi sana, acha nikueleze jambo jinsi nimekuambia Ukitaka kuishi maisha mazuri kama unaoona wako waine wako, tafuta kazi, fanya kazi ambayo ni mzuri, ingia kazi asubuhi, jioni lipo pesa yako yote. Rudi kwa nyumba. Mimi daktari, hata unajua mimi nakuanga mechanics na usiseme mi... kazi yoyote, sababu yenye ulikuwa mepewa pea ilikuwa kazi mimi si kazi mzuri, kazi mzuri yani. Mimi nitaendelea hata na kazi yangu mechanic, mimi Daktari. Mimi sitaki ulagai ama uhuni yote, mimi nitafanya tu kazi ile inafaa, ili niweze kukidhi mahitaji ya familia yangu, mimi Daktari. Haki venye unasema tu mimi ndo nitafanya, mimi sitafanya kitu kingine na nimeteseka sana, na siwezi taka hata kuteseka tena, kwa sababu si unaona sasa hivi nimeteseka hii muda yote. Haki mimi daktari, mimi haki nimeteseka sana, na nakuomba haki kwa huruma tu za kiutu Tafadhali usinirudishie kile kile kile kitu. Kitu nitakufanyia ni moja, sio kibaya, ni kitu kizuri. Mimi nitakusaidia kitu cha kwanza uweze kupata hiyo kazi yako ambayo unaitaka ya mekanika, na iwe ni mali penye unapata wateja wenye magari mengi kweli kweli, daktari. Kisha wewe mwenyewe, hmm, ukiteleza urudi huku, ndio utaniambia ni kipi ambacho kilikutuma huko. Naweza kuachana na nyinyi kama familia, wakati na maliza kazi yenu, lakini Kumbuka na nawaona ukikuja kumduru huyu natazama kenda kumkosea huyu natazama. Mimi daktari, kazi yote uhuni sitafanya mimi, nimesha hapa na na mimi, kazi yote ukora nitafanya kazi yangu mechanic, kazi ambayo ni halali na sitataka ukora yote daktari. Saizi unamjua huyu kama nani? Huyu ni ndugu yangu huyu kitu ambacho nafue kwa roho yako, ndugu uhuni, yangu, uhuni, ndugu yako. Na siwezi mfanya mabaya. Fred ni ndugu yako mkuu sijui kama atakusa Umempigia Fred mliongea? kuchukua nilikuwa niko na amepita kuchukua, utampigia mm. Waacha mimi nimalize shughuli yangu, niwache hapa kwa hivyo ni hivyo, na masi utakuwa unachukua muda wako, unaweza kumtembelea hata kama najua wewe unakuanga bizi kila wakati mimi, mimi, daktari mimi. Mimi daktari mimi, naye nimeshakwambia mimi hii tabia ya uhuli mimi hata utasikia mimi sasa hata in fact naweza kuwa pasta huko kwa mameka. Hauna wito ya upasta, hauna wito ya upasta. Wacha kujieka upasta, upasta. Nitakuwa kama itabidi nitakuwa chapa kazi, unaona tu. By the way mimi sikuwa na mbombo mingi, unaona ngoja Mm. Mi nimemaliza shughuli yangu, hawa wacha wazungumzane hivyo, kama kuna mengine watasema watasema baadaye, ila jinsi nimekueleza kweli, daktari. Kazi nienda kuweka kwa ile ambayo unaitaka yeah, mi niweke tu kazi kwa kwa kazi. Kazi bado kwako, kazi bado kwako. Mm. Kwa. Asante sana daktari na Mungu akubariki babada Ah, uh, Freddy. ata Freddy uh. So my people, nawapenda sana. Subscribe like, comment, and share. And na au nauza manguo ngoni mingi kisha nda kwa postia zingine mzione mpini zimekuja ni uh, mali safi as I've said, iba kuna silver na kuna gold, and I love you so much and bye.